Ukiendeleza kampeni ya siku 16 dhidi ya ukatili wa kijinsia. Wadau mbalimbali mjini Kilifi wameanzisha mpango wa kuhamasisha wahudumu wa bodaboda mjini humo ili wajiunge kwenye vita dhidi ya ukatili wa kijinsia. Wakizungumza na wanahabari, wadau hao wamesema kwamba hamasa hiyo itasaidia kuwafahamisha vijana kuhusu adhabu inayoambatana na ukatili wa kijinsia kupitia mitandao ya kijamii na kuwatia shime kusaidia kukomesha uhalifu huo a kuwahamasisha kwa sababu wengi wao wana ile dhana ya kwamba kuna vitu wanavifanya mitandaoni na wanavichukulia vya kawaida sana, na kwa kweli, ukiangalia sheria ya Kenya inavikataza vitu kama hivyo na malipo yake ama konsekuense zake kwa mtu ukifanya ni kubwa sana. Tunazingatia sana mambo na dhuluma ya kidijitali. Ya, ya kidi, kidi. Kwa hivyo hii ni kitu ambayo ni kipya kwa wengi, manake si wengi wanajua kwamba ni dhuluma kusambaza picha ama kutukana watu mtandaoni, ama pia ku create fake accounts kujisema kama ni mtu mwingine na kusambaza uchi wa mtu mwingine. Leo tumewahamasisha kwa mambo ambayo walikuwa hawajui kwamba ni makosa. Leo ni siku ya kuwahamasisha, kuwa kama kuna kitendo chochote cha dhuluma, wasikose kuripoti. Sisi kama ofisa wa polisi tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kusimama nao, na tukishikana pamoja na wao kama kiungo muhimu sana kwa hii jamii, tuta tutapambana na hii dhuluma ya kijinsia. Kuhusiana na hilo swala zima, tunashukuru kuletwa pamoja, kwa sababu wengi wetu wanakosa ufahamu wa vipi yale mambo yako. Kwa hiyo venye tumekaa chini kuelezana na kuambizana kidogo tunashukuru, tumepata huo ufahamu e, na kuona ni vipi tunavyoweza kuishi na hizo hali ambazo ziko kwenye jamii yetu kwa sahihi.